Ni kipindi ambacho kinaunganisha waumini wa dini ya Kikristo na dini ya Kiislamu katika mfungo kwa muda wa pamoja. Wakristo wakitarajia kuanza mfungo wa Kwaresma wakati Waislamu wakiendelea na mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kutoka hapa katika jiji la Arusha kaskazini mwa Tanzania, ninawauliza baadhi ya vijana wao wanakabiliana vipi na changamoto za mfungo. Mimi ni Veronica Natalis, karibu katika Kurunzi Live. Hapo changamoto ni kufunga kwa mazoea. Mtu anafunga yani anakuwa amezoea kitu, afungi kwa kumtegemea nani? Mwenyezi Mungu. Yeye anafunga kwa hesabu, kwa hesabu siku tu ziende basi. Kama tunavyoona sasa hivi, wengine wako kwenye migao, wengine wako kwenye mfungo, afu ukiangalia hapa hivi, tuko kwenye interaction yani watu wengi tume tuko pamoja, kwa uzu, kwa uwezo kwa muona, rafiki yako yuko sehemu hii anakula, alafu wewe ujaakwao, inabidi ujizatiti sana kwa ajili ya kufanya, na kwa kufanyana kwa ajili ya mfungo. Yani changamoto zilizoko kwa dunia sasa hivi, kama kwa mfano mtu ukiwa na simu ni gumu sana kuepuka kuangalia vitu mtandaoni ambavyo sasa lazima tu vitasababisha kutenda zambi, na pili pia mimi ni siwezaki kuvumilia njaa kifupi. Lakini nimewauliza kutokana na hizo changamoto ambazo wamezitaja ikiwepo e, kutoweza kuvumilia njaa, lakini kingine umesikia wanasema kwamba mitandao ya kijamii na changamoto zingine, wanakabiliana vipi na hali hiyo? Una skip unaendelea, kwa sababu mtandaoni kuna vitu vingi, sio lazima ukonsentrate na kitu kimoja. Ukiona kitu ambacho kinaweza kukuharibia au kinaweza kukuingiza katika vishawishi, basi ni vizuri ukaepukana nacho. Hey, mimi binafsi naweza mfano na boyfriend wangu hey, kwenye hey, mtukufu, anajua, kwa kwa kipindi hatutaonana wala kuwasiliana, ni mwezi mtukufu anajua na anaelewa, kwa mimi naweza, kwa sababu sikai maeneo ya shuleni, nakuja tu nikiwa na kipindi, na labda tuseme, ukitaka kuingia kwenye mitandao ya kijamii kama hiyo, uende ukatafute labda kitu maalum ambacho unakitafuta. Kwa kwenda kuangalia kila unachokiona utakiangalia. Na mtazamaji, na hayo ndio baadhi ya maoni ya vijana kutoka katika jiji hili la Arusha kaskazini mwa Tanzania kuhusiana na, na mifungo mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na mfungo wa Kwaresma. Umesikia mengi kutoka kwao, na mimi huku sina la ziada. Mjadala huu wa Kurunzi live na urudisha katika studio zetu za DW Bonn Ujerumani kwa ajili ya kuendelea huko na kutoka hapa, mimi ni Veronica Natalis. Chao chao. Fungo mwema.